esho ya awamu ya 49 ya kibiashara maarufu kama Sabasaba yameendelea kushika kasi na moja kati ya huduma bora ambazo hivi sasa zinaendelea kushika kasi na kutolewa hapa nchini ni huduma ya nishati na maji na wengi kwenye mafanikio, lakini pia kunakuwa kuna elimu kuna kubwa ambayo inahitajika elimu hiyo ambayo wewe ambayo unatumia kupitia kwenye mwamvuli wa EWURA, kuna EWURA CCC. Hawa ni washauri wa kati yangu mimi na wewe ambao tunatumia huduma ya maji ambayo vinaingia vitu vingi mundani, kuna umeme kuna gesi pamoja na mafuta. Leo tumewatembelea hapa katika banda la Sabasaba na nipo na Catherine Charles, huyu ni afisa huduma kwa wateja. EWURA CCC ni nini? Okay. EWURA CCC si, ni baraza la ushauri la watumiaji wa huduma za nishati pamoja na maji, na tunapoongelea huduma za nishati tunaongelea huduma zote za umeme, nikimaanisha umeme wa TANESCO na pamoja na mambo ya gesi asilia na mafuta pia tunaweka kwenye magari nikimaanisha mapetroli, na kwa upande wa maji, naongelea maji yote yanayosimamiwa na mamlaka za maji safi na salama Tanzania bara. Na kazi yetu kubwa sisi kama baraza ni kulinda pamoja na kutetea maslahi ya watumiaji wa hizo huduma za nishati pamoja na maji. Mtumiaji, unafahamu ya kuwa una haki ya kuelimishwa kuhusiana na hizi huduma za nishati pamoja na maji? Kama ulikuwa haufahamu, unatakiwa ujue kwamba unatakiwa kuelimishwa kuhusiana na hizo huduma. Fika banani kwetu Sabasaba, tuko katika ukumbi wa Karume Hall, ili tuweze kukuelimisha kuhusiana na vitu mbalimbali vinavyohusiana na hizi huduma za maji pamoja na nishati. Karibuni sana bandani kwetu ili muweze kuelimika. Na huduma bora ni haki yako, haki yako ni huduma bora. Asanteni na karibuni sana. Haki yako ni huduma bora fisa. Huduma kwa wateja Catherine Charles amemaliza hivyo. Sasa yale malalamiko ambayo wewe mara zote unakuwa unayazungumzia, unaandika kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, hawa EWURA CCC ndiyo mkombozi wako, na wewe ndiyo ambapo unahitajika kuwafuata. Kumbuka haya ni maonyesho arobaini na tisa ya kibiashara ya saba saba. Karibuni.